Vizuri. Kama kawaida. Aibu wewe bora. Nani tena? Tu maana sana. Tu maana sana. Huyu eh, ndo jasusi jasusi mwenyewe. Ah uh, huyu uh, uh, sio jasusi. Huyu uh, uh, anapewa uh, taarifa na jasusi. Mtu wa ah, maana sana. Yaani katika viumbe bora kuwahi kutokea ng Africans. Hiki hmm, kinacho kimo. Mtu wa maana sana. Ndio. Eh, yaani nilivyoona ma technician hmm, wame wamemweka kwenye gari. Hmm. Ujue watu wanajua anachokifanya. Ndio maana wanamkubali. Watu wakachukua picha yake kijasusi wakaitia kwenye gari yeah. Huu bwana, kwa taarifa moja ya jasusi niliiona, anasema huu mwezi kabla hatujaenda kwenye AFCON kuna timu inauza mechi, itauza mechi yake, watafungwa na wakifungwa, ndo utaona sasa pale panavyopelekea na moto hiyo. Hatari ujue, hiyo mtu anakupa taarifa kabla, alafu watu wanakutana nayo, wale watu wanakuja kukutana na kipigo kweli Babu, chuma mbili ujue jana sio mchezo hii. Jasusi hatari. Ah, jasusi ana taarifa nyeti, hujue kuuza mechi sio kitu kirahisi. Maana yake umechoshwa. Yaani mechi mpaka ukiona mechi imeuzwa maana yake, watu wana wanaouza mechi huwa wanauza kwa siri sana, haiwezekani kila mtu akawa anajua, yaani mpaka unaona mpaka taarifa zimefika kwa jasusi, jasusi akazileta kwa hali za kuuza mechi na mechi ikauzwa kweli wana safari ndefu sana lakini zile chuma ukiziangalia kama wana uzembe fulani hivi. Simba sasa hivi zile chuma, na kweli wale wana sababu gani? Unajua, ukitaka kuangalia ule mpira ulivyokuwa wee, angalia ile mashambulizi ya yale magoli, pasi ilitoka katikati ikaenda kwa full back, full back alivyopiga ile vipasi, ule wale mabeki wakati walikuwa wapi? Maana ile kitambala siku kitambala alikuwa mbali, afu le jamaa mzito, yani ilikuwa je kuaje mpaka kitambala akafika, alafu akafunga. Umenielewa mm, hapo yeah. Aya, achana na tukio hilo, tukio la pili lile goli la pili yeah, yaani saaduni wanafanya halafu yeah. Ile mali hivo kuja kutua kwa ule mtoto ule mtoto nani naniliu yeah. Nani uidinado uh, yeah. Kwenye box katuliza mali yeah. Kakanyaga yeah. Bekiawapo pale wapo pale, kuna kweli waliouza mechi na wale wa katikati wamo. Mimi nakwambia, kati ya waliouza mechi zile, beki yeah. za kati zimo. Haiwezi yeah. kuwa kawaida haiwezi kuwa kawaida, yaani lazima tension. Mtu anatulizaje mali kwenye box mpaka anafunga? mona Costa kaba jana kwa Yanga yeah. wale walikuwa na kaba mpaka mwisho, naona goli limeingia lile la Eda la Dube, yaani limekuwa goli fulani hivi ambalo Yaani ibidi pigwe krosi mtu aunganishe mm. kamba Dube mfano ndo anatuliza kwenye kifua hapa, yeah. inawezekana yeah. lakini kwenye beki yeah. ya yeah. yeah. Simba mko katuliza mali ndani ya box, katuliza mali alafu kakanyaga, kaweka hasa. Waeleweki meli waambieni, na moja kati ya watu ambao waeleweki ni watu wa Simba yeah. hawana misimamo yaani wakishinda mechi wana kauli nzuri kwa viongozi, wakifungwa wana kauli mbaya. Sasa hatujui kwamba wao msimamo wao upi. Kwa mfano ukiangalia mechi ya jana, kabla mechi ya jana, sasa metoka kufungwa mechi ya kimataifa, wakatukanana, akatolewa mbuzi wa kafara kocha, si ndio? na mafua doma hatari, katolewa mbuzi wa kafara. PanTV Aya, jana amekula lungu mbili, mara mwisho kumwona Azam anamfunga Simba lungu mbili, kwani kumbukumbu kumbu zako, mimi nataka mtu yote atadunduka nikumbushe mara ya mwisho Azamu kumfunga Simba yeah. mi kumbukumbu kumbu zangu zinanipa dube wakati anaweka muda mrefu sana muda mrefu ye, nimekuja na kula lungu mbili kwa sifuri, sumenelewa haya. mm. Mmemondoa Dimitra Pante, Matola mechi ya kwanza akacheza kule. Oh, Matola mtu wa maana, vipi sasa, tuendelee na Matola au haya? Mama mwenyekiti anaingiaje kwenye eneo hilo Wamemtaja mpaka amediali pia, mimi si ndo nashangaa sasa. Yaani hawaeleweki kwa sababu wakishinda, wanakuja na kauli, timu imerudi performance, matola ndo huyo aanze kupewa timu, si ndo hao? Au waw, wakati wanamfunga mtu pale, wanafunga mtu ambaye yuko pungufu, walikuwa wajajua kama wanacaa timu iko pungufu, ushindi wao ulikuwa ulikuwa pobati. Mimi mpaka leo naamini Simba kumfunga Mbeya City ushindi batili, wale kama wanakamilika simba apati matokeo pale. Kwa hiyo godi si, Simba waendelee na matola kama kawaida. Mi kwa ushauri wangu, kwanza matola anawafaa waendelee naye, vyeti anavyo vyeti vya matola. Akipewa mzungu wanamwajili haraka sana, ni fitna tu hapo, atataka kumtoa tena kafara matola wametokocha mkuu, lakini mimi nakwambia huyo kocha atakayekuja vyeti vyake na vya matola wala vina utofauti. Mimi ndo nakupa hii wewe ichukue kutoka kwangu kocha. So atakayepewa kazi Simba, vyeti vyake na Matola vinafanana hizo soveti. Kwa hiyo issue timu ina flow, inapata matokeo. Sasa kwani kwa tinko, Matola timu ina flow, asimwona jana, timu imechukua chuma mbili. Sasa si wame au ah, mimi si wanafikii kama jana kuchezea lungu mbili, sio mchezaji wa jante au wamezaa timu ndogo. Azam wamezaa aza, timu aza, aza, wale watakuwa baki na Matola mpaka tukutane matakuwa mbaki na Matola mpaka hey. tukutane hey. Hey, Matola. Hey, yaani tuelezane, yaani msimuondoe Matola, mimi nawashauri msimuondoe Matola, wamwacheni kwanza ili mkutane mjipigie, sio tujipigie, atupe mechi ile, si mzaha hey. au wakishindwa sana, basi wamrudie ankari uh. Hey, ankari Juma Mgunda hey. Ah, wamrudie lakini tofauti na hapo, kama ndo kutafuta mzungu e, takuja kupiga kumi. Mi nawaambieni e, si hatuna huruma kwenye jambo letu, takuja kupiga kumi ikutana nao. Wakimleta mzungu tu wajiandae kupokea goli kwanzia tano kwenda mbele, akiwa huyu huyu mjomba wetu hapa hapa kidogo utaona huruma. Si unajua vile, hata aibu injinia kumuona bwana Matola kijana wetu, alafu tena umpige nyingi, sio kweli e? lakini kama Simba atamleta kocha mzungu ndio, kwenye dabi wajiandae kupokea goli nyingi nyingi. Joshua Budo Mutale zake zina trend sana mitandaoni, wainae makini, kuna challenge zingine hazifai. mimi <inaudible> la... manake kama watu wanashindwa kumwambia mm, zile challenge anazozifanya, kuna challenge zingine ukizifanya mm, zinakuingia zinakuingiza matatizoni, sio aibu tu mm. Jame kwa nini wao? Oh, jana watu wamekamatwa wame, wame, kabla na nilio kwa sababu ya challenge challenge tu za masuala masuala kwa mitandao sasa. Kwa kuna ingine, wa mambie, challenge zingine watu wamwambie Bwana Budo Mutale, challenge hizi unazozifanya, kuna siku utakuja kufanya challenge na kuhukumu au unafanya challenge na vitu mguuni eh, alafu unafanya challenge vitu una unafanyaje, unafanya challenge vitu una eh, hey. Hey, bwana, Yanga tutawasimanga sana kwa sababu hapa, hey, tunaongoza ligi ndio. Na mechi tena ya ligi kuu hapa hakuna. Eh. Yeah. Hakuna mechi nyingine ya Champions League mpaka Januari. Eh. Yeah. Ina maana hapa Christmas yeah, mwaka mpya Yanga tunakula tukiwa tunaongoza ligi kwa kili, yani tunaongoza ligi tunatamba kabisa. Sio, umeelewa? Yeah. Kwa hiyo Simba tutawapa Masimango mpaka Januari 24, si 23. Nafasi ya pili juu sio JKT. Hasa JKT bado yuko na mechi tisa kwa mechi tano. Kwa hiyo uone tofauti. Hapo tofauti point 1. Yaani yeah, yeah tofauti hujue, hamjapiga mahesabu eh? Tofauti alama moja, anaeongoza ligi ana michezo tisa, anaefuatia nafasi ya pili ana michezo mitano, michezo minne tunafaida nayo na tukikanyaga hiyo shughuli sisi tunaongoza ligi wa mipenti kibao nyuma yetu. Nilisema yetunalisema sisi, zile alama tutazirudisha mapema tu, na tumezirudisha na tumezirudisha, na bado na bado, tunaondoka tuna hapa Dodoma bwana tunaondoka Dodoma bwana, mechi ilikuwa ngumu hey. mechi ilikuwa ngumu ila tunamshukuru Mungu Prince Mpumelelo Dube anaendeleza kiwango bora ambacho hey. alikifanya hey. ndani ya hey. wiki mbili tatu zilizopita. Nakumbuka mara mwisho nilipokutana naye hapo tena tunamkabidhi mkate, nilimwambia hey. mwendelezo wako bora wa kiwango chako, sisi wanayanga tunaridhishwa na yeye hey. kwao tunategemea utufungie bao lingine hey. karibuni, ili uge matokeo nani yaambia siku ambayo sisi tunataka matokeo yeah, ndo Dube anatugea matokeo yeah. siku ambayo matokeo anatogea wachezaji wengine ndo yeah, Dube atakuwa anakosa magoli, si umeelewa yeah? Yani, muda ambao Dube sisi tunataka matokeo yeah, ndo Dube anatugea matokeo yeah. Eh, mechi na farabati yeah, mechi na kosti moja bila moja bila hakuna hata mtu mmoja anaweza akacheza, kwa sababu huyo soa wenyewe nyii Simba mnaona wanamtumia dakika kumi za mwisho, yaani wanamuona kama ndio mchezaji anayekuwa labda mchezaji ambaye ametoka Simba bii yaani wanamuona kama ndo anakuwa hivi wamzoeshe zoeshe. Selemani mwalimu kamkumbe kamkumbe, unaona akicheza mchezaji anakuwa kama kachukua kiroba cha simenti kakiroesha maji kimeganda kabebeshwa miguuni. Kwa hiyo mimi kwangu mpaka sasa hivi simuoni mshambuliaji wa Simba anaweza kuanza mbele ya Dube, simuoni na wado, hawamfiki Dube. Dube kwaliti kubwa, mbona mabara yake pale, hata uwajumlishe wote watatu saga kwenye blender hawamfiki Dube. Dube steak wa viwango Dube kai... kanyoka Dube, unapotaka matokeo ndo anakupa. X factor mwingine, nyinyi mlijua si X factor tunaepakome tu dube ni X factor mwingine, anayeamua mechi. Kaamua mechi ngapi za kiume? Achana mechi za kawaida, kaamua mechi ngapi za kiume? pisi mpume, leo dube X factor.